Aa, karibu sana katika chaneli hii ya Ebose Honey Hub ambapo utaweza kupata taarifa mbalimbali kuhusu ufugaji nyuki pamoja na mazao yake aina yote. Basi, bila kupoteza muda, leo tutaenda kuangalia jinsi gani umuhimu wa asali una faida katika mwili wa binadamu. Kwanza kabisa tukianza na vitu gani ambavyo vimekuwapo ndani ya asali ndani ya asali kuna vitu tofauti tofauti ambavyo taenda leo kukuelezea hapa, kila kimoja na faida yake ndani ya mwili. Kwanza kuna kitu kinaitwa fructose na glucose, ambayo kwa asilimia kubwa huwa zipo asilimia sabini. Muhimu wa hizi fructose pamoja na glucose yenyewe husaidia kuzuia uchovu, pia huongeza sometime ile ile uwezo wa akili katika mwili na pia husaidia usawa wa nishati au kinga ya mwili wako. Lakini pia katika asali kuna vitamini B1 ambayo hii tunaita thiamine, ambayo ndani ya thiamine umuhimu wake inasaidia utendaji kazi mzuri katika ule mfumo wako wa neva ya misuli, pamoja pia husaidia katika ishu ya myeyuko wa nishati kutoka kwenye kile chakula ambacho unakila. Katika namba tatu, kitu ambacho kipo ndani ni B2 ambayo hii inaitwa rf riboflavin. Hii riboflavin yenyewe husaidia mwili kuvunja protini, mafuta pamoja na wanga, lakini umuhimu mmojawapo mzuri sana inasaidia ina, ina katika kuimarisha ngozi, macho pamoja na nywele. Ah, kuna vitamini nyingine ambayo ni B3 yenyewe, tunaweza tukaita kama niacin, ambayo niacin muhimu wake inasaidia kuimarisha afya ya ngozi na mfumo wa neva, na pia pia hiyo inasaidia katika ule usababi wako wa chakula na kuongeza mzunguko wa damu. Vitamini nyingine ambayo ni vitamin B5 pamoja na vitamin B6 yenyewe inachangia katika ishu ya wa uponyaji waharaka, wa haraka wa vidonda na na mara nyingi katika hiki kipengele, ukitaka ukitaka kidonda chako kipone vizuri, tumia asali angazi, hata kama kikiwa kibichi weka asali inaweza ka kakusaidia, kwa sababu mwanzoni tumesema kunya aina za sukari ambayo ni fructose pamoja na glucose zipo kwa wingi sana. Kwa hiyo hizo zinaenda kusaidia kuwa wale bakteria wadogo ndani ya hicho kidonda chako. Pia katika asali kuna, kuna madini ambayo hayo madini kuna madini ya calcium ambayo kazi yake inasaidia kuimarisha mifupa na meno. Pia kuna magnesium ambayo inasaidia kulala vizuri, kutuliza misuli na kuzuia degedege. Kwa wale watu ambao unakuta unakosa usingizi, ukitumia asali inaweza kukusaidia sana. Haya madini yanasaidia sana pia katika hiki katika kipingili cha madini kuna potassium. Madini ya potassium yenyewe ina inadhibiti msukumo wa damu au tunaweza tukaita kwa kitaalam ni blood pressure. Na katika asali pia kuna madini mengine ambao ni iron pamoja na zinki, lakini iron yenyewe inachangia katika kutengeneza damu na kuzuia upungufu wa damu au kwa namna nyingine inazuia kuleta ile anemia. Pamoja na madini ya zinki yenyewe huimarisha kinga ya mwenye na uponyaji wa ngozi. Vivyo hivyo katika asali kuna kitu kinaitwa enzymes ambayo enzymes, kuna, enzymes ya invertase, kuna glucose ox, oxidase pamoja na catalase, ambayo hizi enzymes kazi yake inasaidia katika usagaji wa chakula na kuongeza umengenyo um, umengenyo. Uh, enzymes hizi husaidia katika usagaji wa chakula na pia huongeza mengenyo na kupunguza gesi tumboni. Glucose oxidase pia kutengeneza hydrogen peroxide ambayo za kusaidia kuua bakteria kwenye majeraha. Na asali pia imekuwa na kitu ambacho kinaitwa antioxidant ambayo umimu wake inazuia kuzeeka kwa seli mapema, au zile antigen zinaweza kuzuia, na pia inapambana na sumu mwilini na kusaidia kuzuia magonjwa sugu kama saratani na magonjwa ya moyo.